Faqala arribiiyu radhiyallahu taala anhu lirustum lamma saalahu ma jaa bikum. Arribiiyu bin Amir alipoulizwa na Rustum katika mazungumzo, kwani nyinyi hasa Waislamu mumekuja na nini? Mbona sisi tunaona nyinyi ni watu wa maajabu, hamujui kurudi nyuma kitu gani hasa mumebeba ambacho ndiyo alama yenu, ndiyo nembo yenu inayokupeni nguvu nyinyi mukawa hamrudi nyuma, wala hakuna jeshi ambalo linaweza kuondoka na izza likakuwecheni nyinyi na hawan nazul. Faqala lahu kalimatin sattaraha tarikh. Rib'i ibn Amir akamtamkia Rustu maneno ambayo yameandikwa na historia, vitabu vimeandika maneno haya, kalimatun huqqa laha an tuktaba bimidadi dhahab, maneno ambayo yalistahiki kuandikwa bimidadi min dhahabin, kwa wino wa dhahabu. Haya maneno ndiyo maneno ambayo tunataka kwa dakika hizi chache tuyapatie faida katika khutba yetu hii. Anasema radhiyallahu ta'ala anhu, baada ya kuulizwa mumekuja na nini nyinyi Waislamu mpaka imekuwa sasa Uislamu unasonga mbele wala haurudi nyuma. faqala rahimahullah radhiyallahu anhu, akasema Allahu ibtaathana Allah tabaraka wa taala, ametutuma na kutupeleka sisi na kutupa maagizo yake. Linukhrija man shaa min ibadihi, ili sisi tumtoe yule anayemtaka yeye katika waja wake min ibadati alibadi kutoka kwenye ibada na utumwa wa kuwatumikia waja, kuwatumikia viumbe, ila ibadati rabbil ibadi, kuelekea sasa kumtumikia, kumnyenyekea, kumdhalilikia yule Mola aliyewaumba viumbe hao. Hii ndiyo kanuni yetu sisi ya kwanza inayotufanya sisi kila siku tunashinda, haturudi nyuma kwa sababu sisi tumejielewa tuliloletewa hapa. Kazi yetu kuu ni moja tu, iliyotuleta hapa. Tumeletwa hapa linukhrija man sha Allahu min ibadihi, ili tumtoe yule anayemtaka Mungu siye tumtakae sisi kwa nguvu zetu sisi kwa ujanja wetu sisi. Tunafanya kazi tukiwa na yakini bila ya kumpapatikia yule tunayezungumza naye, kwa kuwa ana kitu, ana mali, ana cheo, ana hivi, ana vile. Itikadi yetu inatwambia sisi kazi yetu ni kulingania na kufikisha ujumbe. Allah akimchagua huyu atoke kwenye shirki aje kwenye tauhid, hilo ni jukumu la Allah subhanahu wa ta'ala na ni kazi yake yeye subhana wa taala. Hilo la tufanya sisi, hatumpapatiki mwenye nacho akatudhalilisha akaturudisha nyuma kwa sababu ya alicho nacho, kwa sababu sisi sio wenye uwezo wa kumtoa mtu kwa nguvu zetu, bali sisi kazi yetu ni maneno tu, wala haturudi nyuma kwenye hilo linukhrija man sha'a min ibadihi min ibadati alibadi ila ibadati rabbil ibad toka kwenye kuabudu viumbe kudhalilika kwa viumbe, wale waja wale watoke kule, waje moja kwa moja kwenye kumnyenyekea na kumtii Mola wa viumbe. Hiyo ndo kazi yetu sisi. Kwa hivyo tukikukuta wewe, maana maneno haya, tukikukuta wewe unadhalilika, unanyenyekea, unaabudu asiyekuwa Mola wa wenye kuabudiwa, utatuona sisi ni viumbe wa ajabu, hatuna kurudi nyuma. Ikiwa wewe, tunapambana na wewe kwa maneno au tunapambana na wewe kwa silaha, my friend, utaona maajabu katika mapambano haya, kwa sababu sisi, maagizo aliyotupa Mungu ni kupambana naye huyu mpaka atoke kwenye kumdhalilikia mtu. Kwa nini adhalilike pale? Kwa nini amwabudie yule? Kwa nini thamani ya mwanadamu iondoke aliyeko hai ende akadhalilike kwa kaburi kwa mtu aliyekufa? Kwa nini thamani ya mwanadamu iondoke? Afikie pahala anadhalilika. Anatoa cha thamani ki ambacho kingeweza kuwanufaisha maskini walioko hai kwa wingi ule na kitu kile akipeleke kwenye mzimu, akipeleke kwenye kaburi la anayeitakidiwa kuwa ni mwema. Hii ni nini? Weka question mark. Huu ni udhalilifu ambao, mtu kama atakaa ashiketama hivi, wallahi billahi tallahi, kiakili tu ya kibinadamu, kabla ya kuambiwa na watu, we hujioni hapo unavyojishusha thamani yako wewe kiakili tu ya kibinadamu, mtu akitafakari mwenyewe kiakili salama hawezi kwenda pale kudhalilika kiasi kile, lakini wapatikane waja wa Mwenyezi Mungu leo hii wanadhalilika kwa viumbe mbalimbali, wakiwemo mashaitani, wanawadhalilisha na wengine hata si mashaitani, ni wafu waliozikwa katika makaburi, na wengine ni mipande tu ya mijiti, mizimu na minyangarika, mengine mbalimbali mbali. Tunadhalilika kwa sababu moja au nyingine, ima kwa sababu ya ufakiri, na tutaona maneno haya jawabu la Arbi ibn Amir radhiyallahu taala anhu linavyomalizika, ima kwa sababu ya hali ngumu ya maisha. Adhalilike muislamu kwa kiumbe binadamu aliyepewa na Mwenyezi Mungu subhanahu wataala vitu viwili vitatu afike mwanadamu kumdhalilikia, kuvunja heshima yake, kumnyanyasa, kupoteza ibada zake, kupoteza utu wake kwa sababu ya kutaraji alfu kumi, alfu ishirini kutoka kwa bosi wake, dini inakwenda chini. Au kwa sababu ya mambo ya kisiasa, dini inakwenda chini. Ni udhalilifu wa hali ya juu na haiwezi kurudi izza mpaka watu warudi katika msingi ambao uliwanyanyua watu huko watu walikotoka au kwa sababu ya maradhi wakati wengine maradhi yanampiga mtu kisawasawa anakwenda kudhalilika kwa viumbe wanampotezea heshima yake wanampotezea utu wake wanampotezea thamani yake kwa sababu ya maradhi yaliyonayo mwanamke au mwanamme asema Arbi'i ibn Amir: sisi bana unatuona, hatujui kurudi nyuma kwenye mapambano na hatuanguki kwenye mapambano, kwa sababu tunafahamu tuliloletewa hapa. Tumeletwa hapa ili tuje tupambane kuwatoa wale anaowataka Mungu kwa taufiki yake watoke kwenye kuwadhalilikia waja wende wakamdhalilikie Mungu wa waja. Wa min dhiki adunia ila siatiha, na sisi pia vile vile Allah ametuleta hapa ili tuwatoe watu kwenye dhiki ya dunia tuwapeleke katika wasaa wa dunia. Kivipi? Tutaona mbele kidogo wa min jauri l adiyani. Lakini pia Allah ametuleta sisi tuwatoe watu katika jeuri maovu ya dini nyingine mbalimbali mbali, ila adli lislami, tuwalete watu kwenye uadilifu wa Uislamu. Sentensi tatu tu ndio zilifunga mjadala ule zilifunga kikao kile. Mna nini nyinyi eh? Sisi ni watu ambao Allah tabaraka wa taala ametupeleka kwa mambo matatu tu, tuwatoe watu kwenye udhalilifu wa kuabudia asiyekuwa Allah na kumdhalilikia na kumnyenyekea, tuwapeleke watu kwenye kudhalilika kwa muumba wao, na tuwatoe watu kwenye dhiki ya maisha ya dunia, tuwapeleke katika wasaa wa dunia hii, na tuwatoe watu kwenye jeuri, kwenye uovu, kwenye suul akhlaqi zilizoletwa na dini nyinginezo, tuwalete watu katika adulu lislami li. Hapa ndipo tunapopata tunapopata unwani ya maudhui ya khutba yetu, vipi au sababu zitakazompelekea muislamu wa leo kupata izza, thamani, utukufu kuanzia hapa duniani mpaka mbele ya Allah tabaraka wa taala tunapokwenda. aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum

Ndugu zangu wa Kiislamu, na kuhusieni kama ambavyo nastahiki tena kuhusia nafsi yangu katika jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa taala. Kwa hakika wamefaulu wale wenye kumcha Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala anasema: wal aqibatu lilmuttaqin, na mwisho mwema utaanguka kwa wale kumcha Allah subhanahu wa taala. Ndugu zangu wa Kiislamu, Wanasema maulama Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala awarhim, maneno haya ya Arbi'i ibn Amir radiyallahu taala anhu yamebeba ujumbe mzito sana. Lau kama Waislamu watafafanuliwa, waambiwe ule ujumbe uliobebwa kwenye maneno haya machache, itakuwa ni sababu insha Allah ya kuleta izza na utukufu katika jamii za Kiislamu. Wala khutba moja haitoshi. Wengine katika wanavyoni wameandika rasail mbalimbali mbali, yani vijitabu mbalimbali mbali, katika kusherehesha haya maneno machache Allahu ibtaathana linukhrija man shaa min ibadihi min ibadati alibadi rabbi wamin ila ibadati rabbi libadi wa min dhiqi aldunia ila siatiha wa min jawri ladyani ila adli lislami. Lakini kwenye khutba yetu hii tutakwenda na lile jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala atatwafikisha nalo. Jambo la kwanza linalopatikana faida hapa, ambalo ni sababu ya udhalilifu likiachwa jambo hili. Jambo la kwanza ndugu zangu wa Kiislamu isilam. ni Waislamu wenyewe kuisimamia sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na hukumu zake Allah tabaraka wa ta'ala, sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na hukumu zake Allah subhanahu wa ta'ala Niambie wewe kama kutakuwa kuna pahala, na haya yashatokea katika dunia, ugomvi mkubwa ulitokea katika pahala panapoishi waislamu na wasiokuwa waislamu. Pale pakawa pana zizi au pana machinjio ya kuchinjia wanyama, huu mfano na utaja kisha tuueneze katika nyanja zote za sheria ya Allah subhanahu wataala. Pana zizi la kuchinjia wanyama. Kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu, muislamu hali kichinjwa kilichochinjwa na asiyekuwa muislamu, ambacho hakikutajiwa jina la Allah subhanahu wataala. Linafahamika hilo kwa Waislamu. Pale pana wachinjaji wasiokuwa Waislamu, na ukiangalia upande wa pili, wasiokuwa Waislamu wao wanakula kichinjwa kilichochinjwa na Muislamu au asiyekuwa Muislamu. Kwa hivyo, hapa kikwazo ni Waislamu, jamii ya Waislamu wakiona Anayeshiriki kuchinja si muislamu, ndio kikwazo kiko hapa. Kwa hivyo, ili kikwazo hiki kiondoke, ni waislamu wapewe nafasi ya kuchinja pahala pale, kwa sababu nyie msiokuwa waislamu, tunachokichinja sisi mwala bila ya tatizo kwetu. Tatizo sisi mtakachokichinja nyinyi hatuli. Sasa ili hii jamii iondokane na mfarakano, ni wajibu wenye mamlaka watoe hukumu, basi hapa wachinjaji wawe waislamu tu. Basi huko pahala pakawa na ugomvi mkubwa mno, kesi mahakamani, nenda rudi, mwisho wa siku hukumu ikatoka, pahala hapa watachinja waliokuwa waislamu, ndio watakaokuwa wanachinja hapa, ili wale waislamu wasiwe na wasiwasi, na nyie wengine hamuna tatizo kwenye hili, waacheni waislamu wachinje. Sasa tuulizane suala logically, kilichopelekea hishma ya waislamu wa eneo lile ibakie palepale, pale wapewe nafasi katika jamii ile, na iwe hivi sasa, akionekana asiyekuwa muislamu anavamia lile jambo ambalo ni la waislamu kwa heshima yao kwa mujibu wa dini yao na walivyolitetea kwenye mahakama zile, lile jambo kwamba imani yetu haituruhusu kula kichinjwa, kitakachochinjwa hakikutajiwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala hapa haiwezekani. Wakasimama imara ili sheria ya Allah iheshimiwe Kwao wao na hatimaye walivyoonekana wako imara na ni wakweli kwenye kulisimamia lile, nafasi ile na hishma ile na hadhi ile ikarudi kwao. Suali, kilichowapa nafasi ile waislamu wale kwenye jamii ile ni nini? Ndio utakuta alqiyamu bi sharai'i llahi subhanahu wataala, haqa alqiyam ni kusimamia sheria na matakwa ya Allah subhanahu wa taala, vile anavyotaka yeye mwenyewe subhanahu wa taala. Kinyume chake, kinyume chake, miongoni mwa sababu za kupata udhalilifu. Na wale leo, ingelikuwa tunawazungumza kuwa ni katika sababu na alama na ushahidi ya watu kupata udhalilifu ni kule kuwa waislamu waregevu kwenye sheria zao, hawataki kuzisimamia sheria zao. Yawezekana ikawa hawazijui, hiyo ni kesi nyingine mbali, lakini inawezekana ikawa wanajua, lakini kwa sababu tutaonekana vipi kwenye jamii hii, kwenye zama hizi, tuanze kuleta mzozo, ng'ombe huyu achinjwe na nani, ng'ombe huyu afanywe hivi, tutaonekana vipi sisi hapa tunaishi waislamu na wasiokuwa waislamu, kwa hivyo sheria ya Allah ikafumbiwa macho, wenye uwezo wa kusema wasiseme kwamba si halali sisi waislamu kula kile

Wa inna shayatina, na kwa hakika mashetani. La yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum fa in ata'tumuhum innakum la mushrikun. Maneno mazito kwenye kula ambacho kimechinjwa na asiyekuwa Allah au kwa ajili ya asiyekuwa Allah, hakikutajiwa jina la Allah. wangeli nyama za kimnya wale wasitetee lile Angalia ni balaa kubwa kiasi gani lingelifika umma wa Kiislamu, lakini kusimama kwao kutetea kwao ile sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala ikawarudishia izza pahala pale. Sasa imekuwa wasiokuwa waislamu na wenye mamlaka, serikali na nani na nani, wanalinda hapa pahala, mwislamu pekee ndiye atakayechinja. Utukufu huu thamani hii kwenye jambo hili Hatuzungumzii mengine hapa, twazungumzia hili hili. Ndio wewe utalichukua utaliingiza kwenye mambo mengine yote yaliyobakia. Hili lilosimamiwa kwa usimamizi huu, hatutaki kula kinachochinjwa na asiyekuwa sisi, hilo tu likawapa ile heshima basi. Haya, fanyeni hivyo, hili lipeleke kwenye mambo mengine yote. Lau kama waislamu watasimamia sheria ya Kiislamu kwenye kila kipengele kilichoelezwa na Uislamu haki ya kusimamia kwake, basi wallahi billahi tallahi, wasiokuwa Waislamu wangeliwaheshimu Waislamu kwamba hili ni la Waislamu na haya ni maadili yao na hii dini ni dini yao, waacheni hawa wende hivi, kuanzia kwenye vyakula tusingeingiziwa vyakula kwenye miji yetu tusivyovitaka, lakini mpaka ukaona vinaingia, tunataka sisi waislamu wenyewe mpaka ukaona vinaingia, tumetaka vikaletwa kwa wingi, kuja kwenye mavazi, kuja kwenye tamaduni, kuja kwenye maadili, mpaka ukaona yanakuwa yasiyokuwa ya, ya, ya sheria ya kuhalifu sheria kuanzia kwenye ulaji, ulaji mirungi, ulaji madawa ya kulevya, ujaji hivi, ufanyaji hivi, ulevi na hivi, mpaka ukaona yanaingia kwenye miji ya Waislamu kwa wingi, kila uchao huzidi. Ni kwa sababu Waislamu wametaka. Lau wasingetaka, yangelikuwa kama yale ya kuchinja, tusichokitaka hatutokila na heshima yetu ingelibakia pale pale pale. Ukinisikiza kwa umakini unaweza ukaona kwamba ninachokizungumza ni kitu cha maana sana, lakini kidogo akili yako isiponisikiza kwa umakini, unaweza ukaona kama sijaelewa hivi. Elewa kuwa Allah anasema tabaraka wa taala, innal ladhina yuhaduna llaha wa rasulahu kubitu kama kubita ladhina min qablihim, na aya nyingine inasema, innal ladhina yuhaduna llaha wa rasulahu ulaika fil adhallin Aya hizi zimekuja nyuma yake, nyuma ya aya hii, inna alladhina yuhaduna allaha wa rasulahu, nyuma yake kuna sheria ya Mwenyezi Mungu, sheria ya hukumu ya dhihar. Allah akataja mwenye kumfananisha mkewe na mama yake, kisha akamtaka kumwingilia. Wewe mwanamke na kuona sawa na mama yangu, kuanzia sasa hivi, kisha akajirudi, akataka kuendelea kumwingilia, Allah akateremsha sheria kwanza itabidi asimwingilie mpaka acha huru mtumwa. Kana hana mtumwa atafunga miezi miwili mtawalio. Kama hawezi kufunga miezi miwili mtawalio, ata ee, faitamu 60 miskina, atalisha maskini 60 dhalika lituminu billahi wa rasuli, Allah anasema, nimeweka vikwazo hivi ili mupate kuamini kwamba nyinyi mna Mungu na mtume, mna sheria katika kila jambo, hamuendi tu mtakavyo nyinyi Utafanya hivi ukikosa hivi utafanya hivi ukikosa hivi utafanya hivi, ili uamini wewe kwamba mimi muislamu na kanyaga kwenye ardhi hii, na Mungu na mtume, sijaachwa ovyo. Kisha Allah aseme, wa tilka hududullah, na hiyo ni mipaka ya Mwenyezi Mungu. Sheria ni mipaka ya Mwenyezi Mungu, haifai kukiuka mipaka ya Mungu kwenye jambo lolote tukikiuka mipaka ya Mungu, ndiyo aya ya mbele inasema, inna lladhina yuhadduna llaha wa rasula wala, wenye kumpiga upande, wenye kumweka pembeni Mwenyezi Mungu na mtume wake. La, Mungu kweli, twalijua hapa, Mungu kasema hivi, lakini kwa mazingira haya, kwa jamii hizi ah, haitekelezeki hai, hai hii, kulikuwa haitekelezeki sheria ya Mungu kwenye nafsi zetu.

Sisi tumeteremsha aya zenye kubainisha mambo waziwazi wazi. kwenye kila jambo kuna sheria ya Mwenyezi Mungu. Muislamu mwenyewe akiwa hayuko tayari kutekeleza sheria ya Mungu, kudhihirisha Uislamu wake kwenye jambo lile, hiyo ni sababu ya yeye kudhalilika kwenye mgongo wa ardhi hii. Hata asiyekuwa mwislamu atamwona yeni ana lolote huyu. Inna lladhina yuhaduna Allah wa rasulahu ulaika fil adhallin Hakika wale wenye kumpiga pande Allah na mtume wake, wakaziwacha sheria za Allah wakashika sheria za wengine. Ulaika fil adhallin, hawa watu siku zote watakuwa ni katika udhalilifu tu, hakuna hivyo wala vile. Kataba llahu la aghlibanna ana wa rusuli, kwa sababu Allah amefaradhisha na ameandika kuwa atakayeshinda siku zote ni Allah tabaraka wa taala na mtume wake, inna Allah qawiyyun aziz, hakika Allah tabaraka wa taala ni mwenye nguvu na ni mwenye utukufu wote. Kwa hivyo kwenye nguvu na kuleta utukufu ni kutoka kwenye sheria za Allah subhanahu wa taala. Enyi ndugu zangu wa Kiislamu, Rustum amuuliza Arbi'i, radhiyallahu ta'ala anhum, mmekuja na nini nyinyi? mbona hamshindikani? Mbona nyinyi hamjui kurudi nyuma? Ha, mwambie sisi ni wale watu ambao tumeletwa hapa na Allah tabaraka wa taala kuja kusimamia sheria ya Allah mpaka tuhakikishe insha Allah tunawatoa wa watu kwenye tabaka tatu. Tabaka la kwanza tunawatoa wa watu katika kuabudia na kudhalilika kwa viumbe wende wakamdhalilikie asiyekuwa Yaani, wakamdhalilikie Mola wa viumbe. Sisi wenyewe tukiacha hilo ni sababu ya kudhalilika. Ni jukumu letu hilo kukataza ushirikina na kuwalingania watu kuja kwenye tauhidi. Tukiwacha, udhalilifu utakuja tu. Kisha sehemu ya pili ni tuwatoe watu kwenye dhiki ya dunia, tuwalete kwenye wasaa wa dunia na tuwatoe watu kwenye dhiki ya tabia mbaya zilizokuja na mila na tamaduni za watu mbalimbali mbali, tuwalete watu kwenye adlu lislam li. Na uko nako nako, kuna mazungumzo mapana ambayo kwa khutba yetu fupi hatuwezi kuingia katika uwanja huo, lakini inshaallah, jioni nako vile vile tuna muhadhara leo baada salati almaghribi, huenda inshaallah tukaingia katika hii maudhu asa. Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala, akajalia izza katika nafsi zetu. Qulillahu humma malik ul mulk